Moja kwa moja uh, Mo Simba Arena uh, Bunchu kule, ndiko ambako Simba uwanja wao wa mazoezi uko kule, na wakaweza kufika huko sasa. Uh, kiini cha hii tatizo, super coach Zuberi George mkaraboko huko hapa, tumalize kabisa utata leo usiku. Kiini cha tatizo, unasemaje katika hili, kabla ya kwenda kumwalika kwenye line hapa uh, Fredrick Lugano Mwakalibela ambaye yeye ilionekana wazi posti katika mitandao ya kijamii kwamba yeye anasema Simba iko sahihi kutoleta timu uwanjani, kwa maana kwa vile mm. anavyotazama yeye mambo eh, kwa posti ambayo ilikuwa ndani ya mtandaoni. Lakini tuanze hapa kwenye kiini cha hii tatizo. Ah, mimi ukiniambia, kiini cha tatizo utendaji wa bodi ha ya ligi, utendaji wa kamati ya uendeshaji, yaani yeah, utendaji wa bodi ya ligi, da, okay. na kamati ya uendeshaji ni ni kama kama kama karai la kupikia kupikia kupikia kupikia vitumbua ah. Kupikia vitumbua vitumbua e, vitumbua eh eh hiki hiki kinaiva kile kibichi, e, ndio, e, e, kile ya e, kile kile kile kile kibichi sasa, ndio ndio kina brown kina brown sana e. Yani utendaji ja tu e. <laughs> <kama karela> <laughs> Acha bwana, kwa maana ipi ambayo nimesema, hiki kinaiva, hiki kimewe chekundu, hiki brown, kwa nini ndio ni kama hakuna muunganiko wa kiutendaji na mawasiliano hapo. Utawatafuta Simba utataja kanuni, utawatafuta Yanga utasema wafanya nini, lakini nani mwenye mpira wake ambaye anatakiwa aone hizi kanuni zinasimamiwa? Ni kamati, ni kamati ya usimamizi wa ligi. Ukitoa bodi ya ligi kuna kamati ya usimamizi wa ligi. Ile ndio inafanya shughuli zote kwenye ligi. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ipo, ambayo kazi yake yenyewe ndio kujua meeting saa ngapi, ah, maafisa wa michezo wakina nani, marefari ni nani, sawa, kamati ya marefari mechi kamishina ni nani, utaratibu utakuwaje? Kwa jambo lolote linalohusiana na changamoto ya mchezo mm. wao ndio watu wa kwanza wa kushughulika nao, okay. Sasa hili jambo ukiangalia, ndio haya yanga wameenda kikasima, wameenda kikanuni, sawa Kanuni ya nani? Si bodi ya ligi na vilabu wanaijua, yes. Kule mbona alikuwa anazuiwa kikanuni, ni nani angetakiwa kuambia nini kinafanyika? Ilikuwa ni kamati, na wanazuria kikanuni kivipi? sio kwa kitabu. Sikuelewi, naomba uelewe kitu kimoja, sawa. Swala hoja si imekuja watu kwamba oh, wale wamezuiwa kule kwa nini hawaendi? Ni nani sasa itakuwa akumbushe mnachokifanya sio sahihi? mm. si kuwa ni kamati mm-hmm. na muda wote ambao wanazozana zaidi ya masaa matatu match coordinator alikuwa nani kwenye mechi ya juzi? Si alikuwa hapo, ndio ambao Simba Yanga wote wanajua Alikuwepo, sawa. Haya, baada ya hapo sasa, wakati mechi coordinator kachukua hatua wa zake, pengine kajaribu kurudisha hali ya mambo na imekuwa tofauti, wao walichukua hatua gani? Kama kuchukua hatua. Umeelewa vizuri, tunahangaika, tunahangaika na ufa ukijua kumbe msingi ndio mbovu. Ah, ah, ukiniuliza mimi kwenye hili, wala hatuhitaji utetezi usio kuwa na hoja za msingi. Kwa mfano, hmm. sasa hivi imetoka hoja nyingine ambayo naona watu wameanza kutetea kwamba oo, wametumia busara. Busara kwenye utaratibu inafuka wapi? Sasa wakati wao nasema hayo subiri. Mm. Busara kwenye utaratibu. Mimi nataka nikupitishe kwenye hiyo kanuni. Na baadaye twende kwenye maamuzi ya kamati. Ambao wao ni kama kitumbua, karai e, na kitumbua. Karai na kitumbua, kuchumia vitumbua. Yaani iki kimeiva, iki kingine kijaiva. E, iki, sawa. E. Kumbuka sheria na kanuni hakuna hisia. Ni utaratibu ufasirike uwekwa. Kanuni nasema hivi. Hii kanuni ya 31. Eh. Unanipata vizuri hii, yeah. Inasema kutofika uwanjani. Kanuni ya 31 inasema timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu za msingi zinazokubalika kwa TFF na TPLB, kwa maana kwamba bodi ya ligi, sawa, na au kusababisha mchezo usifanyike, itakabiliwa na adhabu zifuatazo ya kwanza mm, kutozwa faini ya shilingi milioni tano mm -hmm. ambapo shilingi milioni mbili na laki tano ndio zitachukuliwa na bodi ya ligi kuu, alafu na shilingi milioni mbili na laki tano zitalipwa mm, kwa timu pinzani. Wanipata super coach hapo, fidia ya maandalizi sawa, no. Yeah. Eh, ibara ya kwanza namba mbili mm, inasema kulipa fidia ya maandalizi uharibifu wowote unaoweza kujitokeza sawa. Ndio ibara ya kwanza namba tatu. mm. Kupokwa alama kumi na tano ah -ah. katika msimamo wa ligi na viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi za kinizamu. ah lakini ibara nyingine kubwa, endapo timu mm. itakuwa na alama kumi na tano ndio itakuwa na alama hasi sawa, kwa kiasi kinachopungua kwenye msimamo wa ligi ah. Ibara ya moja namba moja nne inasema mm. ni kwamba itapoteza haki ya kuchukua gawio lake la mapato ya mchezo sawa, bwana, sawa, lakini pia inasema mm. Ee, nasema ibara namba, namba moja ya tano mm. kiongozi yoyote atakayebainika kushiriki au alishawishi au alikuwa chanzo cha sababu ya timu kut kutotokea uwanjani bila sababu za msingi atafungiwa kwa kipindi cha miezi kumi na mbili. Sasa natoka kwenye hiyo kitu Simba, mm. haikufika uwanjani wakati wa gemu. Jana. Mm. Jana. Eh, kikao cha kamati kilibaini nini kwenye fujo zile ambazo ah, Simba mapema wakasema wao hawatoshiriki kwenye mchezo, sababu kabla, nafikiri tukumbuke taarifa Taarifa imetoka jana saa nane, eh saa nane. Nisitoa taarifa. Ndio. Maana yake taarifa ilikuwa baada ya vikao, sio? Eh, baada ya kikao. Maana kilichofikirisha ni kitu kimoja. Sawa. Wakati bodi asubuhi walikuwa wamepost mechi itakuwepo. Sawa. Ndio. Sasa wakati wanapost mechi itakuwepo maana yake ndani kuna vikao vilikuwa vinaendelea. Vinaendelea. Lakini kwa taarifa ya bodi maana yake kile kikao walikaa Simba na bodi. Yanga kuwepo ndio maana Yanga tuliona uwanjani. Waende uwanjani. Ndio nikarudi kwenye karai la vitumbua. Hiki kimeiva. Hiki hakijaiva. Kwa sababu kama asubuhi ile baada ya mzozo wa jana yanga wangekuwepo kwenye kikao bodi wangekuwepo kwenye kikao simba wangekuwepo kwenye kikao taarifa ya saa nane watu wangefukuza mashabiki uwanjani okay. lakini maana yake wakati tunaendelea simba wameandika barua bodi bodi ikawa inawasikiliza simba yanga wakiwa hawapo ndio maana yake hiyo ndio karaira vitumbua tunalosema sasa zuberi lakini kwa uwanjani hoja hoja ndio nataka nije kabla hajazungumzia hoja mtu hajafika uwanjani kwa namna ipi kumbuka no. Kanuni inataka mtu akilalamika atoe taarifa. Simba baada ya manunguniko ya juzi walitoa taarifa sawa, si ndio? Wameitwa kwenye kikao. Lakini wakati simba wameitwa kwenye kikao anasikilizwa hata huyo anayelalamikiwa ilibidi awepo, kwa maelezo hayo na walichokifanya Yanga Afrika jana, maana kile kikao cha asubuhi wao hawakuwepo, wanaendelea shughuli zao, ndio maana wao wanakwambia mechi iko pale pale. saa kumi na moja inafika uwanja. na mm -hmm. Ukitaka kujua pia kuna shida asubuhi bodi baada ya kupokea malalamiko kutoka Simba Ndia. Kabla hawajasikiliza Simba wakatangaza mechi iko pale pale, ndio maana watu kutoka Iringa wamesafiri, watu kutoka maeneo mengine wamesafiri, waandishi wa habari wamelipwa pa DM na media zao wamekwenda. Unajua, kuna watu wamelipwa pa DM jana, imeenda bure. Umeelewa vizuri? Lakini tungekuwa tunachukua taarifa ya dharura ya maana yake ilikuwa baada ya malalamiko ya jana Ndea. na Simba kuyafikisha bodi, ingetoa taarifa ya dharura, jamani taarifa kamili, muda fulani, sio mm, kuna kikao kinaendelea. Haya ndio maeneo ambayo watu wafanyikazi sasa. Hapa hapa mimi ukiniuliza, yani, tutahangaika. Mwenye tatizo ni bodi wa ligi yake, usimamizi wa ligi, namna ya usimamizi wa, wa ligi. Sasa katika hilo mimi doubt yangu ni moja, kwako kwa super coach, kwenye maelezo ya Simba wakati wanazuiliwa pale getini, alikuja meneja wa uwanja na mechi kamishna, mechi kamishna sawa, lakini bado vurumai ziliendelea. Kwenye maelezo ya wa Simba wamewaorodhesha hawo hao mm, sawa eh, kamishna wa mchezo na, na, na, na meneja si ndio, lakini hakukuwa na maelezo kwamba tumewasiliana nao hawa lakini wametuzingua hivyo hivyo hapa mlangoni. Kwenye maelezo ya kamati moja kati ya utafiti ambao wameubaini kutoka kwa Simba mm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 na ofisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji, wala mamlaka ya uwanja kuhusu kuhusiana na wao kufanya mazoezi. Sasa wakati mm. wanazuiwa waliwasiliana, mm. Simba eh, wakati wanazuiwa. Sawa, sawa, sana mtu mwingine sawa Simba wakati wanazuiwa sindo mechi coordinator. Yaani, Simba wakati yeah, wanana uwanjani na walivyozuiwa, si lazima watafuta wahusika, nadhani tuweke sawa yeah. mm. Simba walivyokuwa wanazuiwa ndo wakaanza kurudi kwa wahusika. kwa nini? si asiwaanishi wasiweke kwenye walaka wao, kwa walaka? Nadhani nadhani umeona mbele, wamesema uchunguzi unaendelea, atakaye bainika. mimi sikuja <laughs> bila taarifa <laughs> na ukisoma hiyo hiyo hiyo taarifa, nadhani ndio mahala ambako tunasema kwani, tunasema ubabaishaji, hata taarifa yenyewe ubabaishaji. tekea uba uba uba, Zuberi sila, ubabaishaji. Sikiliza, Simba wamewanisha watu wawili, meneja wawanja pamoja na kamishna sawa. Kwa nini usingesema tumewasiliana na bodi ya ligi wao wenyewe? Ah, yani uelewe, ukisema kamishna ndio bodi ya ligi. Sasa kama ni hivyo, wao kama ni hivyo, kwa nini kamati imewageuka? na isikilize basi, hapa haijawageuka, imesema hawakuwasiliana, inajaribu kubaini kilichotokea. Unajua, hiyo <laughs> ni report sawa, hiyo ni report ambayo itakupa nafasi wewe kutafuta facts, umeelewa vizuri, hiyo ni report ambao wewe itakusaidia kutafuta fact zaaje? Eh, ni ule ukweli. Sasa nani hapa anahusika kwenye kipi? Sawa, na hicho utakipata kwenye uchunguzi. Hiyo ni taarifa fupi tu kuhusiana kilichotokea. Ndio maana wao, ukisikia kwa sisi tunaotafuta fact ndo tunashtuka, yaani mimi naitafuta fact ndio nashtuka sema hii yote ya bodi ila mtu asiweze kutafuta fact anaweza katetea mtu hapo. <laughs> <laughs> Umeelewa mtu, kwa nini nakupa mfano huu? <laughs> Sawa, tumekwenda bila mawasiliano, si ndio? Baada ya zogo waliokuja, si ndio wahusika? Sawa, baada ya zogo kuona tume me, e, meneja wa uwanja atuelewa, ni naye akaja mechi coordinator sawa. Baada ya kuja mechi coordinator tulikubaliana nini, hicho kijaonekana, ile inaelezwa kiini cha tatizo. Ndio maana utofautishe taarifa na no. taarifa hiyo ni taarifa, sio taarifa ya uchunguzi. Sielewa hmm, vizuri hapa watu wanataka kukanganya. Hiyo sio taarifa ya uchunguzi. Taarifa ya tukio tu lilivyotokea umeelewa vizuri? Sasa investigation report wameonyesha tu jamani, kiini cha hili tatizo Simba wameenda pale hawakuwasiliana na hawa. Sawa, ehe, uh -huh, ndio maana pakatokea zogo sasa kutaka kujua kwamba baada ya zogo nini kilijiri, huu utakuwa uchunguzi leaizuiaada mm. yamdaganieeuaatatatuna ah, ugeni wa kutofautisha uchunguzi na, na kwako ko tulipe bili kwanza. Sherehe ya nyama choma ni leo hii, imeanza saa nne kamili asubuhi, ukomo wake ni saa sita kamili usiku. Njoo tupate burudani safi kabisa ya muziki, vinywaji